Ah, umeshafika ah, kaka au ah? Eh. Ah, umesema umeshafika hapo ah. Sasa mimi niko njiani nakuja, sasa hivi nitakuwa niko hapo ah, usiondoke bana, dakika tano tu, ndio dakika tano. Dakika ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, unaniona mimi niko hapo ah, sawa, sawa, kaka <laughs> bana, huyo kama kawaida ah, umepotea sana kaka ah. Yani umepotea yani muda mrefu sana, tujaonana mwanangu Msenegali. Vipi lakini bwana, mi nipo. Unatoka wapi huku? Mi nipo, natoka zangu tu huku juu. Unaenda hivi huku? Naenda ila, bwana kaka, umepotea sana, umepotea sana. Mambo mengi mwanangu, kaka bwana, maisha sema nini mwenyewe. Nina jambo langu yani, nina kitu nataka kwamba, siku kama kuna nini Tukae tuongee. Sasa so, sikiliza, so nikwambie hivi. Mm. Ngoja kwanza nikasolve vipengele vyangu hivi. Ya. Mm. Alafu baadaye nitakupigia simu. Hamna shida. Simeelewa. Hamna shida. Eh, wewe nitakupigia simu mwanangu, alafu au hivi. Sina gari. Na na huyo wewe. Tupo kama tu. Wao wasikilize mwanangu. Wewe baadaye. Hamna noma gari. Tutesane muda. Respect. Unyama ha, kaka. Wewe poa mwanangu.

Eh, kama nilivyokuambia nishakwambia mimi nakuja. Aa, wewe usitoke bwana hapa, kaa hapa, mimi nisubiri, nakuja. muda unaongea Nani? amna eh eh? amna kitu bwana amna, eh, amna kitu sasa. nikupa simu ya kwako, simu yangu, sitaki tugombane, sawa? Yaani wewe hapa ni nyumbani kwangu unajua, alafu unakuja unaongea na wanaume tena kwangu Sikia. Hebu naomba simu. Ah, mambo gani haya nawe mauliza kwanza kwenye na kwenye simu bwana? Sitaki ni mimi. Simu sasa ya kwangu, si ya kwangu. Leta simu nithibitishe kama kweli ulikuwa haongea na mwanaume. Simu yako ya. Leta simu. Simu si yangu. Sitaki tuongeane na. Simu ya kwangu. Sitaki tugombane. Mimi sijaongea na mwanaume yeyote. Mimi sijaongea na mwanaume bwana. Mimi mimi sitaki kugombana na wewe. Sitaki kugombana na wewe. Leta simu. Aka, simu yako, si yangu mwenyewe. Sitaki nitumie nguvu. Ah, sitaki simu yangu. Sitaki nitumie nguvu. Simu yangu bwana niache. Moja. Leta simu. Ah ah. Leta simu. Leta simu. Nikupe simu ya kwako sasa. Nikupe simu nikupe simu ya kwako, kwako lakini simu si yangu. We. Simu yangu. Leta simu. Mimi kumbe unipe simu alafu una ehe. <laughs> Hebu amka kwanza uniambie huyu ambaye ulikuwa unaongea naye ni nani? Yaani uko nyumbani kwangu alafu bado unaongea na mtu mwingine? Eh? Wewe unaongea na wewe? naongea na wewe. Ebu amka uniambia. Wewe wewe, alafu unajua, acha masiala yako wewe. We nonje, nonje, nonje. Huu vipi eh? Wewe ha. Ebu acha kunigizia bwana, nilikuwa natania, nilikuwa natania. Hebu amka basi tuongee, amka tuongee basi wewe wanonje, hebu hamka bwana, uniambie umtu wako ni nani. Alafu unajua sitaki uniigizie hata kidogo, sawa? Sipendi uniigizie. Hebu amka uniambie bwana, wewe we <coughs>

Karibu oh, karibu Sante. Karibu sana. Habari za huko nzuri? Sijui za hapa? Hapa kwema, watu salama? Salama kiso sana. Kwa nini? Kuna muda fulani niliongea na dada hmm. um, akaa ameniambia atatoka nyumbani. Je, nimemkuta hapa? Kuna muda fulani alipita hapa dadako, hakukaa hmm, sana, lakini aliondoka. Boa azungua. Unajua, sinajabu kumpigia labda, hmm, atakuwa bako karibu. Unampigia? Ndio. Ah, sawa, sasa hivi ndio. Okay. Mbona kama upo sawa? Ah, hamna. Unajua tena. Ah, uchovu tu. Alafu nilikuwa na shughuli za hapa na pale kwa hiyo. Naona kuna wasiwasi. Hapana tu. Unajua tena dada yako lazima niwaze. Mhm. Uh-huh. Inaita. Inaita. Mhm. Uh-huh. Hapo okay? Mimi kwa nimepita hapa nikaja kuangalia funguo wameacha. Um, kuna fungu fulani ambayo niliona ndani. Sasa sijajua kama uenda ikawa ni hiyo. Ukiona, si unaijua? yeah, naijua basi sawa, ngoja ni kuangalizia ndani Shem, vipi hujaiona? nakuja shemengi, nakuja samani mm. Ilikuwa naitafuta tafuta kidogo, maana niliona alafu ikawa ghafla, sioni si ndio hii? Ah, unaenda? Ngoja mm, ah. nikuulize. Haya uh. bayi uh hii -huh. Ah, shida gani tena inanikuta? Ee eh, eh, Mungu naomba unisaidie kwenye msara mimi natokaje? Ngoja nenda ndani. ah. Onje, sikia hivi, kwa nini, kwa nini, kwa nini umefanya hivi? Ina maana kwamba umekufa kweli? am mbona unataka kunisababishia mimi matatizo eh? hivi ni kweli kwamba umekufa? Hebu ngoja kwanza simu nizime gani una eh? Basi... Ah. Ah, tena unataka kunikuta hivi, ina maana kwamba nonje, umekufa kweli au unanigizia tu tu, amka Jesus. Hii nini tena, nataka kunikuta mimi, hii nini tena hii eh? Ah. Sasa eh, nimepata idea huyu hapa giza likiingia tu nakwenda na kwenda nampeleka polini huko namfikia, alafu itabaki kuwa siri yangu na hakuna mtu yoyote ambaye atajua msara yeah. Ebu ngoja kwanza <tune> Lakini kwa nini imekuwa hivi eh? kwa nini imekuwa hivi ah! wakati nakwambia unipe simu ungenipa simu tu eh, ti kama ungenipa simu hayo yote asingetokea ah. Ona sasa, yaani vimetokea vitu vingine ambavyo wala sikuwaza kama vingeweza kuja kutokea. Ona mdogo wako amekuja hapa anakuulizia, sikujua hata namjibu nini mimi ah, ila. Kuanzia sasa hivi, hii siri itabaki kuwa siri yangu mimi mwenyewe, halafu mwandani kwangu. Kuanzia leo hata ingia mtu yoyote, ila ikifika night, nakwenda kule na mchimbia huyu nakufikia, halafu hakuna mtu yoyote ambaye itaigundua hii siri. Hakuna mtu anayeniona hapa. Hapa kuna nini?

Hakika, kazi ilikuwa nzito sana. Ee Mungu wangu, asante wa, nina imani hakuna ambaye ameniona. Hii itabaki kuwa siri yangu tu, hakuna mtu yoyote ambaye atajua. Ha, lakini haikuwa rahisi sasa. Ha, oh.